Mlango wa nane. Naye Benyamini akamzaa Bela, mzaliwa wake wa kwanza, na wa pili Ashbeli, na wa tatu Ahiramu, na wa nne Noha, na wa tano Rafa. Na Bela alikuwa na wana: Adari, na Gera, na Abihudi, na Abishua, na Naamani, na Ahoa. Na Gera, na Shufamu, na Huramu. Na hawa ndio wana wa Ehudi. Hao ndio wakuu wa mbari za baba zao miongoni mwa wenyeji wa Geba, nao wakachukuliwa mateka mpaka Manahathi, na Naamani na Ahoa na Gera aliwachukua mateka, naye akamzaa Uza na Ahihudi. Na Shaharaimu akazaa watoto katika bara Moabu, baada ya kuwafukuza wakeze, Hushimu na Bahara; akazaliwa na Hodeshi mkewe, Yobabu na Sibia na Mesha na Malkamu na Yeusi na Shakia na Mirma. Hao ndio wanawe wakuu wa mbari za baba zao. Naye alikuwa amezaliwa na Hushimu Abitubu na Elpaali. Na wana wa Elpaali Eberi na Mishamu na Shemedi ambaye ndiye aliyejenga Ono na Lodi pamoja na vijiji vyake, na Beria na Shema waliokuwa wakuu wa mbari za baba zao. Miongoni mwa wenyeji wa Aiyaloni wale ambao waliwakimbiza wenyeji wa Gathi. na Ahio na Ghashaki na Yeremothi na Zebadia na Aradi na Ederi na Mikaeli na Ishpa na Yoha walikuwa wana wa Beria. na Zebadia na Meshulamu na Hizki na Heberi na Ishmerai na Izla na Yobabu walikuwa wana wa Elpaali na Yakimu na Zikri na Zabdi na Elienai na Silethai na Elieli na Adaya na Beraya na Shimrathi walikuwa wana wa Shema. Na Ishpani na Eberi na Elieli na Abdoni na Zikri na Hanani na Hanania na Elamu na Antothia na Ifdea na Penueli walikuwa wana wa Shashaki na Shamshirai na Sheharia na Athalia na Yaareshia na Eliya na Zikri walikuwa wana wa Yerohamu. Hao ndio waliokuwa wakuu wa mbari za baba zao katika vizazi vyao vyote, watu maarufu, na hao walikuwa wakikaa Yerusalemu. Basi huko Gibea alikaa babaye Gibea, jina lake Yeieli, ambaye jina la mkewe aliitwa Maaka na mwanawe mzaliwa wake wa kwanza alikuwa Abdoni na Suri na Kishi na Baali na Nadabu na Gedori na Ahio na Zekaria na Miklothi akamzaa Shimea. Na hao nao walikuwa wakikaa pamoja na ndugu zao huko Yerusalemu kuwakabili ndugu zao. Na Eneri akamzaa Kishi na Kishi akamzaa Sauli na Sauli akamzaa Yonathani na Malkishua na Abinadabu. Na Eshbaali na mwanawe Yonathani alikuwa Meribaali na Meribaali akamzaa Mika na wana wa Mika Pithoni na Meleki na Tarea na Ahazi na Ahazi akamzaa Yara na Yara akamzaa Alemethi na Azmawethi na Zimri na Zimri akamzaa Mosa na Mosa akamzaa Binea na mwanawe huyo alikuwa Refaya na mwanawe huyo ni Ekasa na mwanawe huyo ni Aseli. Naye Aseli alikuwa na wana sita, ambao majina yao ni haya: Azrikamu na Bokeru na Ishmaeli na Shearia na Obadia na Hanani. Hao wote walikuwa wana wa Aseli. Na wana wa Esheki nduguye ni hawa, mzaliwa wake wa kwanza Ulamu, na wa pili Yeushi, na watatu Elifeleti na wana wa Ulamu walikuwa watu hodari wa vita, wapiga upinde. Nao walikuwa na wana wengi na wana wa wana, watu mia na hamsini. Hao wote ndio waliokuwa wana wa Benyamini.